Raisi wa Venezuela aliyetekwa nyara na Marekani, Nicolas Maduro, jana Jumatatu Januari 5, 2026, amekana mashtaka ya dawa za kulevya baada ya kukamatwa kwake na jeshi la Marekani na rais Donald Trump, hali iliyowashtua viongozi wengi zaidi duniani. Akizungumza mahakamani, amesema sina hatia, sina hatia, mimi ni mtu mzuri na bado mimi ni rais wa nchi yangu, alisema Maduro mwenye umri wa miaka 63, na kupitia mkalimani wake. Mbali na Maduro, hata mkewe pia Silia Flores alikataa mashtaka dhidi yake na ya mme wake wakili wa akisema kwamba huo ni uonevu. Waandamanaji wengi wote, wanaomunga mkono na kumpinga Maduro, walikusanyika nje ya mahakama kabla ya kikao cha mashtaka hayo cha zaidi ya nusu saa kuanza. Ndani alipokuwa amesimama amefungwa pingu za miguu na amevaa mavazi ya wafungwa wa gereza, Maduro alitangaza kwamba ametekwa nyara na amesema atabaki kuwa rais wa Venezuela. Alimsikiliza mkalimani kupitia vipokea sauti vya masikioni, huku jaji wa mahakama Hellerstein akifupisha mashtaka dhidi yake. Maduro anashutumiwa kwa kusimamia mtandao wa biashara haramu ya kokaini na magengi ya dawa za kulevya ya kimataifa na anakabiliwa na mashtaka mengine manne ya jinai ambayo ni pamoja na ugaidi wa dawa za kulevya, njama ya kuingiza kokaini na kumiliki bunduki na vifaa vya uharibifu ambavyo vinaingia nchini Marekani. Maduro amekanusha madai hayo kwa muda mrefu, akisema hayo ni madai ya kibeberu kwa ajili ya kuiba na kuchukua mafuta yake kwa nguvu, yani mafuta ya Venezuela. Wakili wa utetezi wa Maduro bali pola lakini alisema alitarajia kusikia kesi kubwa na ngumu dhidi ya mteja wake. Wa kile alichokiita utekaji nyara wa kijeshi ulikuwa ni mkubwa, ulioashiria shutuma kubwa dhidi ya Maduro, lakini hali ikawa tofauti. Saa chache baadaye, huko katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, makamu wa rais wa Maduro anayejulikana kwa jina la Delis Rodriguez aliapishwa kama rais wa mpito wa Venezuela, kwa maneno ya kumuunga mkono Maduro, lakini hakuna dalili kwamba angepinga hatua hiyo.

kubwa zaidi iliyochukuliwa na Marekani ya kumchukua rais Maduro. Tathmini ya hivi karibuni ya ujasusi ya Marekani ilibaini kuwa Rodriguez angekuwa ya katika nafasi nzuri zaidi ya kuongoza serikali ya Maduro iwapo Maduro hayupo, ikibaini kwamba watu wa upinzani kama vile mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado na mgombea urais uraisi wa zamani Emmanuel Gonzalez wangepata shida kupata uhalali. Jarida la Wall Street Journal liliripoti kinukuu watu wanaofahamu zaidi juu ya mambo hayo ambayo yamefichuliwa katika jarida hilo. Alipoulizwa na shirika la habari la Reuters kuhusu ripoti hiyo, msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema rais na timu yake ya usalama wa taifa wanafanya maamuzi yanayofaa ili hatimaye kuhakikisha Venezuela inaendana na maslahi ya Marekani. Ingawa wanaharakati wengi wanaompinga Maduro walidhani huu ungekuwa wakati wao sahihi, lakini hata hivyo, Trump alionekana kuwatenga wapinzani hao wa Venezuela kwa sasa na badala yake ame keza Rodriguez aliye tayari kufanya kazi na Marekani lakini je, Nicolas Maduro ni nani mpaka kuja kufika kuwa rais? Nicolas Maduro ni mwanasiasa kutoka Venezuela aliyejulikana sana kwa kuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2013 hadi 2026. Alizaliwa Novemba 23 mwaka 1962 huko mjini Caracas, Venezuela, na kabla ya kuingia katika siasa za juu alikuwa dereva wa basi na kiongozi wa muungano wafanyakazi nchini humo akichaguliwa baadaye kuwa mbunge na kujiinua haraka ndani ya harakati za chama cha Chavismo chini ya aliyekuwa rais ya wakati huo Hugo Chavez. Maduro aliwahi kuwa spika wa Bunge la Kitaifa na waziri wa mambo ya nje kabla ya uteuzi wake kuwa makamu wa rais na baadaye kuchukua hatamu za uongozi baada ya kifo cha Chavez mwaka 2013 na kushinda uchaguzi maalum wa uraisi. Utawala wake umekuwa ukikumbwa na ukosoaji mkali wa kimataifa juu ya uchumi ulioporomoka, udikteta, mashambulizi dhidi ya upinzani na uchaguzi wa kugushi. Katika tukio la kisiasa lenye msukosuko mwaka 2026, ametekwa na majeshi ya Marekani na kushtakiwa kwa jinai ya kuhusika na kile kinachoitwa ugaidi yani, narcoterrorism na biashara za madawa ya kulevya mahakamani Marekani, jambo ambalo yeye anapinga, huku akidai ni kizunguzungu na anasisitiza kuwa bado yeye ndiye rais halali kabisa wa Venezuela. Hii e ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.